Waletea sifa ambayo haielezeki hai tunaweza kusema ni nzuri au ni mbaya, ipo neutral. Hii imekuwa ni kawaida kwa walimu wengi, kwamba anapohitaji kuwa na wanafunzi basi mwanafunzi inabidi afuate sheria za mwalimu, ikiwa ni pamoja na tunasema kumchagulia broker wa waku, waku, wa kutumia kwamba huwezi ukafundishwa hata kama ukilipia dola elfu moja kwake lakini ni lazima uachane na vitu vingine vyote, ujisajili kwanza na broker ambaye uh, anamsuggest yeye kama mwalimu, ndipo aweze kukufundisha. Na tumeona wengine pia wanafundisha free, lakini sheria ya kwanza lazima ujisajili na broker ambaye yeye anamsuggest. Hiki kitu kwa wewe imekaaje? Kwamba mwanafunzi akitaka kuja kwako kuna sheria ya kumchagulia broker fulani ndo amtumie au ni mwanafunzi yoyote tu atajiamulia mwenye broker kumtumia, au uwaga unawashauri uh, brokers ambao mwanafunzi wako atahitaji kumchagua yeye kulingana na wewe utakavyompa ufafanuzi? Hebu tupe majibu hapo, ili wengine pia waelewe. Haya, ni swali lako, ni zuri, na nimekutana nalo mahali sehemu yes, nyingi, ambayo nikienda huwa nakutana nalo hilo. Kwanza, mwalimu ni mlezi, hicho ukielewe vizuri na ndio maana uh, kwenye ili sakata la walimu walishasema walimu ni wito, wit eh? ni wito kwa sababu, sababu gani? Sababu kwanza kuna kazi kubwa kumtransform yule mwanafunzi kutoka sehemu ya chini mpaka kumleta juu, sio kawaida. Na mwalimu ndo, mwalimu mwalimu ndo mtu ambaye tuseme, sijui thamani yake ni kama ipo chini, lakini ni mtu ambaye ni mkubwa sana. sawa sawa, eh? Leta kwa mfano mwalimu ndiye lakini huyo huyo rais anaweza akatoa mwalimu fulani akatoa akatoa tuseme, akatoa amri mwalimu fulani aongezee mshahara au mshahara au mshahara upungue, lakini ametokana na nani? Na mwalimu na mwalimu. Lakini maamuzi anayoyafanya ya, yanamwathiri nani? Mwalimu. Kwa hiyo kitu ambacho nataka nimaanishe ni nini? Ni mwalimu ni kama mtu ambaye amevaa jukumu la kutransform jamii kwamba jamii itoke sehemu ya chini kwenda katika sehemu ya sayumia ya juu itamkumbuka au haitamkumbuka, yeye hilo halimhusu. Sawa sawa, eh, hilo so, swala lako la blocker au maswala mengineyo, kwa sababu mwalimu naye anakuwa na masharti fulani, fulani. Kuna mwalimu alafu kuna mchumia tumbo, hiyo nayo inawezekana. Mwalimu akikwambia badili blocker akupe sababu ya kwa nini ubadili, sometimes anaweza akawa na nia njema tu kwamba bwana, mimi nakutoa kwa, just, uh, just market kwa sababu ni block B blocker kwamba huyu broker hakufanya muda wote anaweza katimka na era yako na kupeleka kwa Xness. Kwai kwa Xness kwa sababu ni block C, ni hybrid broker, anakuwa ana sababu ya msingi. Lakini nakutoa kwa Xness nakuja kukuleta kwa Just Market. Yaani kwa namna halisi tu hata mwanafunzi baadaye akija kukua kimaarifa kipanuka, akija kukujaji hapa, hapa. Wewe mwalimu ulimtoa hapo ukampeleka hapa, atakuona hivi huyu mwalimu alinionaje? Hivi kwa nini alifanyia hivi? Kwa wewe ulitanguliza njaa kwanza, njaa yako alafu ukaacha njaa ya mwanafunzi ambao ni mafanikio ya mwanafunzi, ukayatupa kwanza, ukatanguliza ya kwako, kitu ambacho sio sawa sawa. Kwa hiyo inawezekana anakushauri katika njia nzuri, au anata, anatanguliza na kushauri kulingana na njia yake inasemaje kwa wakati huo. Kwa hiyo hiyo inawezekana kabisa. Kwa hiyo walimu wengi wamekuwa na changamoto hizo ambazo zinasemekana kwamba anakushauri kulingana na matakwa yake binafsi, nipate nini? Lakini kuna mwingine